ohfur taiba, nenda kafukue taiba, kitu kitamu kizuri, nasema nikazindukana, nikauliza ma taiba ni nini? Taiba akapotea yule mtu. Siku ya pili akaja tena usingizini, akaniambia ohfur oh, barra fukua barra, nikasimama, nikamuuliza ma barra ni kitu gani hicho? Bara akapotea. Siku ya tatu akaja tena usingizini akaniambia ofur oh, madhnuna. Almadhnuna ni kitu gani mal madhnuna? Akapotea. Siku ya nne akaja tena akaniambia, oh ofur, zamzam, nenda kafukue kisima cha zamzam. Nikauliza ma zamzam, zamzam ni kitu gani? Sasa tunakuja kukuonyesha zamzam kuja tena upya baada ya wale watu kuvunjavunja na ikawa hakuna kabisa pahala unapoona kisima cha maji ya zamzam, ndoto inakuja kwa Abdulmutalib. Alipouliza mazamzam, aliyemwota usingizini akampa tafasil zake, akamwambia zamzam la yarim au la yadhim, ni maji ambayo hayakauki ni maji ambayo hayeshi, ni maji ambayo yapo, yanabubujika kila wakati. Anasema tasqil hajijal azam, utawanywesha mahujaji watukufu watakokuwa wanakuja katika hii nyumba ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Nayo itakuwa pahala gani? Kaambia, inda naqrati lghurabi al asam fi qaryati namla, ipo katika sehemu ambayo utamkuta kunguru al asam, kunguru mwenye mabaka yule, anagonga gonga na dona dona. Baina farth wadam, baina al farth wa dam, tena utaipata ipo katika sehemu baina ya

Ukitizama hizi zote ni alama anapewa. Akanyanyuka asubuhi, alipoamka tu akasema, hii ndoto lazima ina maana. Mtu kaja mara nne, mara kaniambia tuiba, mara dharra, mara madnuna, mara zamzam. Lafu zamzam yenyewe kaniambia ni maji yanaonyeshwa mahujaji, tena yapo pahala baina ya farth, farthi ule utumbo ule wa mbuzi au ng'ombe, kile chakula alichokisaga ambacho bado kiko tumboni, inaitwa farth na damu. Damu ni kitu ambacho kinajulikana. Kwa hiyo anamwambia kiko baina farth wa dam, kisha sehemu ambayo naqratul ghurab al lasam, kisha fi qaryati naml, pahala palipokuwa na kichugu au nyumba ya wadudu chungu. Akachukua mtaimbo Abdul Muttalib kwa mkatu, akawa anatafuta. Wanasema wanachuoni wa history, wakatoka watu huko na ng'ombe e, na <coughs> ng'ombe na wanakuja kuchinja Njine, ng'ombe akachinjwa, anachinjwa ng'ombe, akanyanyuka ng'ombe akawa anapapatika, akaenda akadondoka pahala, wakati ameshachinjwa, ile damu na ya farthi yale majani yaliyokuwa ameyatafuna yakawa yanatiririka katika sehemu fulani, akakumbuka yale maneno, baina alfarthi wa damu baina ya fardhi wa damu akasha kisha hiyo na fardhi damu. Baada ya muda akaona ghurab kunguru anadonadona, sema ndo hapa. Baadaye akaona wadudu chungu katika nyumba yao, zile alama alizoambiwa katika usingizi na vile vitendo vinavyotokea pale, akajua sehemu aliyotajiwa ni hapa. Akachukua mtaimbo wake sasa, Abdul Muttalib akaanza kugonga, akagonga akagonga. Watu wakazongea, sasa wazee wenzake, unafanya nini Abdulmutalib? Acheni, nachokifanya nakijua mwenyewe. Gonga gonga. Abdulmutalib, nini unafanya katika Alkaba hapa? Maana Zamzam iko pale pale karibu. Kagonga kagonga, anasema mpaka ka, a, yeye na mwanawe Alharith, alikuwa na mtoto mmoja tu siku hizo akiitwa Alharith. Kagonga kagonga kagonga mpaka kapiga pahala Kaona ishara ya maji akapiga takbiri, Allahu akbar. Kunatokea nini hapa? Maji ya Zamzam. Wale walipoona anasherehekea, wakajua ah, kapata kitu kikubwa. Nini? Wakatizama, wakaona maji ya Zamzam. Zamzam hiyo inarudi tena baada ya muda mrefu kupotea wale walipoona Zamzam wakasema innahu biiru jaddina Ismail, hichi ndo kile kisima cha babu yetu Ismail. Hatukuachi Abdulmutalib peke yako, ashrikna fi hadha lma, tushirikishe na sisi, tuko pamoja katika haya, si yako peke yako. Abdulmutalib akamwambia la hadha amrun khusistuhu dunakum, ili jambo bwana nimeambiwa mimi, mbona hamkufuatwa ha nyinyi katika ndoto hii, ni special nimefuatwa ni mimi. Kwa hiyo mimi ndo na haki zaidi ya hili jambo. Pale ikawa kunakaribia kupiganwa sasa. Vita hapana iwezekani, sote tuna haki, haya si maji yako bwana, haya maji ya babu yetu Ismail. Abdul Muttalib akamwambia hapa haingii mtu, kwa sababu hili jambo, ishara zote inaonyesha kwamba mimi nimepewa bila ya kuhusishwa watu wengine. Ilikuwa jambo si jambo, anasema basi, tuhukumiane, twendeni kwa hakimu. Sawa, Abdul Muttalib kawambia, mnataka tukakuhukumiane wapi? Asema kahina tu bani Saad, alikuwa na kahina huyo msiki anasikiliza kweli kweli wa bani Saad. Yuko wapi? Yuko Madina, Yathrib. Wakaondoka wakasema, haya, twendeni. Unasemekana walipofika Madina akaambia, huyu kahama yuko karibu na Syria huko, anaishi huko wengine kusema yuko karibu na Khaibar anaishi huko. Wakaondoka wakawa namtafuta sasa. Njiani walipokuwa wanaendelea na safari yao kwenda kuhukumiana kuhusu maji ya Zamzam, wakamaliza maji katika msafara wao kinywaji, wakawa hawana tena. Nasema maji wakati huo ni ngumu kupata maji, shida bali mpaka leo jazira ya Kiarabu ni ngumu kupata maji, kama sio kubadilisha maji ya bahari kwa tamu na wakayatumia kwa ajili ya mambo ya kawaida. Uwezi ukachimba ukapata maji chini kirahisi. Wakawa sasa kiu imewabana, maji ni machache waliokuwa nayo, na wakawa wameyamaliza, sasa wakihitajia maji ya kuendelea hawana. Abdul Muttalib akatoa rai, babu yake Mtume, akambia jamani, hapa ni jangwani, maji yamekwisha, kiundo kama mnavyoona, inabidi tufanye hila moja, tuchimbeni makaburi yetu, ili haya makaburi, kila anayekufa anazikwa, kila anayekufa anazikwa, hata akibakia mtu mmoja ambaye hatozikwa, itakuwa ni bora kuliko kubakia watu wengi ambao hawakuzikwa. Watu wakaona hii rai nzuri wakaanza kuchimba makaburi yao, yaani wanasubiri kufa tu kiu. Mara ngapi unasikia watu wamekufa kwa kiu katika majangwa? Wakachimba makaburi yao, wakawa wanasubiri kifo. Mwisho akasema, jamani, itakuwa sisi hatujafanya sawa, hebu tuendeleeni kusafiri na tutafute maji, pengine tutapata maji nje, njiani huko kuliko kubakia hapa bora tufe tukiwa tunatafuta huko kuliko kubaki hapa. Wakaamua waendelee na safari. Wakati wanaendelea na safari, mnyama alokuwa amempanda Abdul Muttalib kapiga chini ya ardhi, kukaonekana kunatoka chemchemo ya maji. Wale wakasema maji haya jamani, furaha ikatanda pale pale, wakawa watu wanayakimbilia yale maji, wakaanza kuyanywa yale maji, wakanywa, wakanywa, wote kila mmoja yakateka. Haya, tuendeleni ya na safari mmoja alikuwa na akili akasema, jamani, eh? sisi kwenda kuhukumiana kuhusu maji ya Zamzam itakuwa ni kazi bure, hapa Mwenyezi Mungu ukishatuhukumia. Hebu fikirieni, ilikuwa kuwaje? Ngamia wa huyu bwana kapiga chini ya ardhi, kukatoka maji. Hii ni ishara kwamba Mungu wetu kamhusisha huyu bwana na jambo ambalo sisi hatunalo. Kwa hiyo Abdul Muttalib, tumeridhika wewe ndo uwe bwana unayetasarafu kuhusu maji ya Zamzam. Turudini nyumbani, hakuna haja tu. Hii ni ishara, sisi imetupa maamuzi ya kuonyesha kwamba wewe uko katika haki. Turudini, turudini. Wakarudi zao nyumbani, Abdul Mutalib akawa maji ya Zamzam yako chini yake, anatasarafu mwenyewe anavyotaka kwa sababu khassahu Allahu bihadha al-amri duna ghairihi. Akafikiria sana lakini Abdul Muttalib, mimi kwa nini haya yote yamenikuta? Akaja na conclusion kwamba wasingetajara wasingethubutu watu kuniambia, walioniambia wala kunifanyia, walionifanyia ni kwa sababu tu mimi sina watoto wa kiume. Wakati huo mtoto wake alikuwa mmoja tu, ndio maana mimi nanyanyasika, kwa sababu zamani ukiwa na watoto wewe

na apa kwa Allah, lain razaqani Allah bi ashrati min alrijal laadhbahana wahidan minhum qurbana lilahi taala, kama Mwenyezi Mungu ataniruzuku watoto kumi, mmoja nitamchinja kumpa Allah kama sadaqa. Katwa kiapo mbele al-Kaaba. Mimi nanyanyasika kwa sababu sina mtoto, mtoto ni mmoja tu Utatuambia nini wewe Abdul Muttalib? wewe mwenyewe huna watoto, sisi ni wanadume wajana dume wa kisawa sawa, angalia watoto hapa wa. basi akasema, nikipata watoto kumi, Mungu ukinipa watoto kumi mmoja nitamchinja kwa ajili ya kukupa sadaka, kumpeleka kwako. watamuru alayyam, masiku yanapita, wasinuna til wasinin wayarzuquhu Allahu bi asharati minar rijal yurzaqu, anaruzukiwa Abdul Muttalib watoto kumi. Si hiyo ilikuwa ni Harith peke yake, wakaja na wengine akina Hamza, wakaja akina al-Abbas, wakaja haya, wote hao ni watoto wake mpaka wa mwisho wao wakawa Abdullah, babu ya baba yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasalam. Kwa hiyo mtume alikuwa ana wami zake kumi wapo waliokufa kabla ya beitha na kuja Uislamu, na wapo waliodiriki na wakaslimu kama Hamza na al-Abbas. na pia ana anti zake kina Safia, akina Barra, wote hao walikuwa sita. Kwa hiyo walikuwa na watoto kumi wa kiume na watoto sita wa kike, ambao ni mashangazi zake Bwana Mtume Muhammad. Sasa amesharuzukiwa watoto kumi, wa mwisho ni Abdullah, ndiye mdogo sasa umefika wakati wa kutekeleza. Angalia, pamoja na hali waliokuwa nayo Maquraishi, lakini walikuwa wakiapa kufanya jambo kwa Allah watalifanya. Kafika wakati sasa, watoto kumi Mungu amenipa nikatekeleze ahadi yangu. Wale wakamwambia, sasa piga kura, nani sasa wakuchinjwa. Kulikuwa kuna vitu wanazita Akdah, kama zile tunaita ngorongoro ngoro. <coughs> Katika michezo ile watu wanacheza ya kamari, nani, unachukua vipande vitatu, kimoja kimeandikwa naam, kingine kimeandikwa la, kimoja kimeandikwa aid. Yani kikitoka kile cha naam, fanya; kikitoka cha la, usifanye; kikitoka cha aid, maanake rudia, unarudia wanasema kila alipokuwa akipiga kura kuhusu afanye asifanye kumchinja yule wa mwisho aliyetokea. Wengine wanasema viliandikwa vile aqdah, e, majina ya wale watoto kumi, kila ikipigwa kura linatoka jina la Abdullah, kila likipigwa kura linatoka jina la Abdullah. Ah, basi takwenda kumchinja Abdullah. Makuraishi wakaanza kupiga kelele Unamchinjaje mtoto huyo Abdullah? Itakuwa sunna kwa, kwa Makuraishi, kila mtu akipata watoto kumi dabidi afuate, kwa sababu ndo sayidu Makka wamchinje mtoto wao wa mwisho. Haiwezekani, tutafute ufumbuzi. Ufumbuzi gani? Twendeni kwa kahina bani Saad, kwa kuhani fulani <coughs> kuhani akaenda, akafuatwa, akawambia nini, sasa tunataka kufanya haya. Leteni jina la mchinjwa huyo Abdullah, likitokea jina lake naandikieni, upande wa pili e, e, ngamia kumi. Kila likitokea jina lake Abdullah ongezeni ngamia kumi wengine, likitokea jina la Abdullah ongezeni ngamia mpaka litokee jina la ngamia. Wakati wa kupiga kura kwa, ikapigwa kura ikatokea jina la Abdullah. Ikipigwa kura natokea jina la Abdullah, kila likitokea jina wanaongezwa ngamia, kaanza ngamia kumi, ngamia ishirini, ngamia mpaka ilipofika ngamia mia, ikipigwa kura ikatokea, chinja ngamia. Akawambia, sasa mola wenu ameridhika, mumkomboe mtoto wenu kwa ngamia mia moja, wachinjeni ngamia mia, muacheni mtoto awe hai. Akakombolewa Abdullahi baba yake Mtuma sallallahu alaihi wasallam kwa ngamia mia. Ndio maana wanachuoni wa tarikhi na history wanamuita Mtume sallallahu alaihi wasallam Ibnu Dhabihaini, au mtoto wa wachinjwa wawili. Baba yake Abdullah alitaka kuchinjwa akakombolewa na baba yake kule. Ismail alitaka kuchinjwa akakombolewa, fafadainahu bidhibhin adhim. Na hapa pia Abdullah akagombolewa kwa ngamia mia moja, wakachinjwa ngamia na Abdullah akawa ikafika umri wa miaka 25 katika umri wake katika riwaya nyingine zinasema umri wa miaka ishirini na mbili fazawajahu abuhu bi amina mtume sallallahu alaihi wasallam baba yake abdullah akaozeshwa bibi mmoja katika ashrafi kabila ya kiquraishi zuhriya anaitwa amina akaozesha na amina kwao ni huko katika miji ya yathrib akaja akamwozesha Abdullah akaishi naye kwa, mas, kwa masiku kadhaa. Kwa hiyo hapa tunazungumza kwamba mtume tayari wazazi wake wameshaoana, na hichi ni kisa cha Zamzam. Sasa nikurudishe tena kule Masharifi Makkah katika wadi Muhassar, twende tukalione jeshi la tembo. Limeshafika pale limechukua ngamia wa hawa, mbuzi wa hawa, mifugo wa hawa, nizuieni kama mna nguvu za kunizuia.